Mashabiki wa Yanga wenyewe 100%, ukitazama mioyo yao, sura zao, hata mwonekano wao, wanaamini dabi ipo, kinakwenda kuwaka, na bila shaka alama tatu wanaamini ni za kwao. Nizungumze nao. Eh bwana, kitambo sana, kwanza niliona ulipata majanga kidogo, pole. Nashukuru sana bwana, niko safi kabisa bro, leo cha mno Yeah. Kama dabi itapigwa yeah, unakwenda kutafuta rekodi ya kumpiga mara tano mgaragaza ama kumgaragaza mara tano mtawalia mtani wako, yeah. Tujalie dabi ipo, nini cha mna unategemea? E, mimi binafsi naamini dabi ipo na dabi itapigwa kwa sababu kwa bahati mbaya leo nimepokea taarifa Eh, kutoka upande wa wenzetu upande wa pili kwamba wao wamesusia dabi, dabi haitakuwepo, lakini mimi sidhani kama dabi haitakuwepo. Mimi nadhani dabi itakuwepo, na sisi kama mashabiki wa Yanga tukiangalia hapa Benjamin Mkapa tumeshaja, tuko vizuri, tuna hamasa, tuna morali na tuna uhakika asilimia mia moja dabi inaenda kupigwa na sio ku, sio kupigwa tu, inaenda kupigwa na vile vile kupata matokeo positive kwetu, kwa sababu sisi tumejiandaa. Wenzetu wamejiandaa nje ya uwanja, sisi Yanga Afrika tumejiandaa ndani ya uwanja, tumejiandaa kwenye pitch. Kwa hiyo sisi tuna uhakika asilimia mia moja kama ikiwezekana, Simba kama Simba leo hawatatokea uwanjani basi kwangu mimi itakuwa ni fedheha, itakuwa ni nitasononeka sana, kwa sababu katika maandalizi niliyowafanya mimi binafsi, achili ambali wanachama wengine binafsi, nimeandaa yani, nimejiandaa sana, nina usongo sana na mechi ya leo. Kwa hiyo mimi leo nina uhakika dabi itapigwa na namwomba Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, dabi ipigwe na hawa wenzetu wafike uwanjani. Kama itashindikanika kwenda kufika uwanjani, basi mimi naomba wanachama wenzangu na mashabiki twende tukawabembeleze, jamani dabi. Yani, tunaomba Simba Sport Club. Neno waje. Waje jamani, Simba Sport tunawaomba jamani, tupo chini ya miguu yenu. Yeah. Tunawaomba mje uwanjani. Yeah. Mechi ichezwe. Tunawaomba Simba Sport, yeah, waje. Wa, mje kama mmekosa nauli, yeah, basi tuchangishe tuchangishe hapa, yeah, tupate hata laki mbili kutoka pale Bunju mpaka hapa laki mbili na watosha jamani. Tunawaombeni mje, mechi ipigwe, yeah, tupo chini ya miguu yenu. Yeah. Mo yeah, mwenyekiti Mangungu, tunakuomba uje, yeah, mechi ipigwe. Kama, kama kija wakaibisha. Ah, bora tuaibishwe, yeah, lakini mnaomba mechi ipigwe. Yeah. Kama kuna bodyguard wa Yanga au wa Yanga aliyefanya hivi vitendo, kama hajatumwa na klabu, tunawamwombea radhi kwa uongozi ya ligi na ya Yanga, kama hajatumwa na klabu. Lakini kama metumwa na klabu, basi utaratibu ufuate. Lakini kama hajatumwa na klabu, mimi nawaomba kama mlipo au nitume boda, boda jamani, nitume mabodaboda wakia iniwapakishe shkaki wajpigwwajjamani mb tuna kubwa na Simba. Jamani wamesema wao wako vizuri. Wako vizuri kimataifa, wanashiriki wanatuwakilisha kimataifa. Sasa kama mnatuwakilisha kimataifa, tunawaombeni ndugu zangu, dabi ije ipigwe. Kama tutafungwa basi, kama Mungu amepanga leo Yanga Afrika tuaibishwe na Simba Sports Club, basi tunaomba ila tunachokiomba kikubwa ni kwamba Yanga Afrika tunaomba mechi ya leo ichezwe popote mlipo mnapousikia huu ujumbe kupitia Ayoma TV. Tunawaomba Simba Sports Club mje, Lupaso, sisi mashabiki wa Yanga tumekuja. Tuna asilimia mia moja likitokea la kutokea basi, ni football, lakini tuna asilimia mia moja kwamba leo tunaenda kupata matokeo matatu na pointi tatu zitakuwa upande wetu. Kwa hiyo hata wao wenyewe wamesiasema kwamba mechi ya leo inaenda kuamua nani bingwa wa msimu huu. Na vile vile, wakati ule mzozo wa jana unajitokeza hapa, mi kwa bahati mbaya nilikuwa naenda Mbezi, nimeuona ule mzozo wakati unajitokeza, kiukweli hata nyie Simba Sports Club ifika hatua jamani, na nyie tuangalie hivi. Unakuja kwenye mazoezi, kosta mbili zimepakiza wazee, kosta mbili zimepakiza wazee wa Simba Mb, alafu kwenye lile basi la Simba kulikuwa na wachezaji watatu ambaye niliwaona, alikuwepo Mohamed Huseni Kapombe na Mpanzu. Sasa wachezaji watatu wa Simba ndio wanakuja kufanya mazoezi, hao wengine walikuwa wapi? tunajiuliza maswali. Na kwenye ile costa kulikuwa na mbuzi wawili na mashehe. Sasa tunajiuliza hawa watu mashehe na hizo mbuzi mbili zilikuwa zinakuja kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa? Jamani hivi kwa watu jamani, hivi vitu vya kizamani tuachane navyo, isipokuwa mimi chonde chonde, nipo chini ya miguu yenu Simba Sport Club, tunawaomba jamani, mje hapa lupaso, jamani, tunawaomba jamani, tumetoka mikoani, wengine wametoka Makete, wengine wametoka Mbeya, wengine wametoka Ludewa, si wapi Mwanza. Ndugu zangu, hebu waoneni huruma jamani, tunawaomba. Kama kuna kitu tumekosea tunawaomba jamani tupo chini yenu, ya miguu yenu, yaana kwa kumalizia kama mnyama akija unawezekana kumaliza mara tano. Ah jamani, mnyama akija jamani, yeah. Mnyama akija nitafurahi sana, yani leo nitagaragala kwa mara ya kwanza, nitagaragala hapa. Yani Simba Sports Club akitia mguu kwa hapa rupaso, nitawapongeza sana, nitawashukuru sana na nitaona nyinyi kweli ni wanaume, isipokuwa msipotokea ki kweli mtatifedhesha sana, ndugu yangu, na waomba jamani, jamani, mje jamani, sawa. mimi ni eh, kwa dakika kila rafiki ah, nashukuru sana Kefa Chengula from market ya flani nani, jamani, Simba Sports Club tunawaalikeni sana lupaso. Saluti sana.